Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ikiwa leo ni tarehe 13 Desemba mwaka 2025, kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Lusia Mfiadini, mwaka 304. Mtakatifu Lusia ni mmojawapo wa wafiadini na mabikira wanaojulikana sana toka zamani, na ibada ya kumheshimu imeenea mahali pengi. Kwa bahati mbaya, habari ya maisha yake haijulikani hata kidogo, ila tu kwamba alikuawa kwa ajili ya dini ya Kikristo huko Sirakusa, yaani ziwani Sicilia Italia, wakati wa madhulumu yaliyoamriwa na Kaisari Dioklesiano. Kwa ajili ya hamu ya kumjua zaidi, watu walianza kuyabuni mambo, wakatunga nyimbo na mashairi kwa heshima yake. Hivyo husemwa kwamba Lusia aliamua kuishi kibikira lakini wazee wake walimposa kwa mvulana aliyekuwa mpagani. Lusia alipoanza kuwagawia masikini mali zake zote, mchumba wake alikasirika mno, kiasi kwamba alimshtaki Lusia kwa mkuu wa mkoa kwamba alikuwa Mkristo. Basi Lusia alipelekwa mbele yake na alipokataa kabisa kuzitolea sadaka sanamu, alihukumiwa akokotwe nyumbani kwa malaya. Lakini Lusia alikaa imara, wala hakuna aliyeweza kumng'oa hapo alipokuwa akisimama. Ndipo mkuu wa mkoa akaamuru Lusia auawe kwa panga, basi koo lake likachomwa upanga naye akafa. Mtakatifu Lusia aliheshimiwa sana mjini Roma katika karne ya sita, na kwa hiyo jina lake liliandikwa katika sala ya Ekaristi ya kwanza, japo habari ya maisha yake haina msingi katika historia. Hata hivyo yale yaliyobuniwa yanatudhihirishia upendo mkubwa ambao mtu sharti awe nao akitaka kuwa mwaminifu kwa Bwana mpaka mwisho. Mtakatifu Lusia mfiadini mwaka 304, utuombee.